Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Benjamin Kuzaga ambaye pia ni mlezi wa kamati ya usalama barabarani mkoani humo Juni 12 2025 amewaongoza wajumbe wa kamati hiyo kufanya ukaguzi wa maendeleo ya utekelezaji wa maelekezo ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Dkt Juma Homera. Watakuwa na mawasiliano kuhakikisha kwamba kama kuna jamu au kama kuna gari limeharibika katikaji, wanapeana taarifa mapema, unatafuta chombo au kreni ya kwenda kuondoa sasa hivi tumekwisha fanya. Na tayari mabomba ambayo tunaweka pale kama beria yako tayari na sisi tutakuwa kwa saa 24. Zamani tuko tunafanya hivi lakini kwa na giza lakini tumepata msaada ambao manager wetu ndio atatuambia, ili tuweze kuwa tunaonekana. Sasa tumeongezewa mwanga, taa zinasimikwa hapa. kuelekezwa ni kwamba itatumika mm, kwa e, magari madogo, lakini itategemea na mwongozo ambao utatolewa pia na kamati ya usalama barabarani ya mkoa na jinsi ambavyo hali itakavyokuwa ina, inaelezwa na maaskari walioko hapa. Askari wetu ndo watatuambia sasa, kuna haja ya kuongeza nguvu au kupunguza nguvu, basi tunaongeza tuna, tuna nguvu kama ni kupunguza nguvu, basi tunaleta nguvu kwa ajili ya kupitisha magari hapa kwa haraka, kwa sababu kuna kipindi marori yanakuwa magari madogo kuchukua tuone kama iko tayari, meneja atatuambia kama bado pia tutaendelea kusubiri, lakini sasa hivi tutaendelea kutumia hii barabara, pakapo meneja wa TANROADS pia kwa kuhakikisha barabara kwamba iko tayari, ili magari sasa yaanze kama alivyoelekeza mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kwa sisi hapa tuko kwenye utekelezaji wa maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hapa sasa hivi tutakapofunga hizi taa zetu, tukisema magari madogo yote ni kusimama, inatakiwa yasimama kwa bajaji, kwa pikipiki za matairi mawili, hatutaruhusu gari yote, tunaogopa atakapopita kusimama, kupita. Wakali sana wale bajaji na bodaboda, watakataa amri ya askari au alama na ishara utakazoelekezwa, ishara za tunaonyesha ishara, aaa, alama kwamba magari yakifika yanapaki hapo. Eh, kwa kwa kwa kwa eh, meneja wa wakala wa barabara mkoa wa Mbeya TANROADS, Mhandisi Matali Masige ameridhishwa na kasi ya maendeleo ya utekelezaji wa maelekezo hayo kwani Mkandarasi yupo kazini kwa kuweka taa za mwanga kwa ajili ya askari atakaokuwa wakifanya ukaguzi inaendelea. Hapo ilikuwa ku, ni kuimarisha hii barabara. Hii barabara kuu ni ya TARURA lakini ilikuwa na upana kidogo. Mita tano kwa upana wake. Sasa baada ya maagizo kutoka kwamba maroli makubwa yapite huku ikuwa rahisi sasa magari yale makubwa kupita katika e, katika ule upana ambao barabara ilikuwa nayo. Kwa hiyo kinachofanya cha kwanza ni kupanua hii barabara toka mita tano kwa tano kufika mita kumi ili magari makubwa yaweze kupitika vizuri, kutakuleta madhara yoyote, lakini pia kupanua, nasema kalvati ya ongeze upana, lakini pia kwenye kona, aa, kona zile nyembamba mambo huwezi kuona kwa mbele, kuna kupanua zaidi ili kuweze kuona kwa mbele. Kwa hiyo kama tumeanza tarehe 9 baada kufika maelekezo au maagizo ya mheshimiwa E, mkoa mkoa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama, na usalama na mkoa pamoja na kamati ya usalama barabarani ya mkoa na kitaifa. Kwa hiyo tunaendelea nayo kama mlivyoona, tunakusudia kwamba leo tunamaliza kufanya information. Na kuanzia kesho tunaenda kuweka moramu. Sasa magari yaanze kupita ndani ya siku tatu, kama tulivyo tumemaliza yote, na magari yaanze kupita kama ilivyokuwa imeelekezwa. Serikali imeshatoa hela shilingi bilioni 3.4 kwa ajili ya kulipa fidia pale mlima Palizi au Iwambi hivi sasa tuanze kujenga pale mlima Iwambi na magari yaweze kupata nafasi sasa ya kupita kushoto na kupita kulia, ambao tuna imani kwamba kwa kufanya hivyo tutasaidia sana kupunguza ajali, kwa sababu toka tumeshapanua sasa au separate magari kutoka katika eneo moja. Kwa hiyo tuna imani kwamba baada kufanya hivyo, tuna imani Mungu akipenda, basi pale mlima Iwambi tumepunguza sehemu kubwa sana ya ajali, kwa sababu magari tuko na nafasi ya kupita sehemu mbili tofauti. Akizungumza kwa niaba ya wajumbe wa kamati ya usalama barabarani, mwenyekiti wa kamati hiyo, mhandisi Rajabu Ghuliku, amesema kuwa wameridhishwa na kasi ya utekelezaji wa maelekezo kwa upande wa Jeshi la Polisi na Wakala wa Barabara kwani kukamilika kwa kazi hiyo kutasaidia kupunguza ajali katika eneo la mlima Iwambi. Mpaka kufikia hapa, nadhani tumezunguka sehemu nyingi, na kwa ujumla tunaangalia jinsi gani ambapo tunaweza tukafanya utekelezaji wa maagizo lakini tumeanzia mbali kuanzia Inyara kama ilivyotanguliwa kusema mwanzo, kuona jinsi gani tunaweza tukasaidia kupunguza uh, congestion au magari mengi ambayo yanaweza kupita katikati ya mji. Tumetoka hapo baada ya kuona hifai, tumeongozana pamoja na wataalamu kutoka TANROADS na TARURA, tumekuja kuangalia pia utekelezaji wa maagizo yaliyotolewa ya na mheshimiwa mkuu wa mkoa kuhusu kutengeneza hizi barabara ambazo zitakuwa zinapitisha magari kupunguza mrundikano katika ile milima ya Mbalizi. Kwa hiyo huu ni, ni, ni utekelezaji kama kamati ya, wa usalama barabarani ya mkoa imeamua kuchukua hatua uh, na tunasema kwamba kila mmoja atekeleze majukumu yake. Kwa hiyo TANROADS tumeshaona wamechukua hatua, lakini tumeenda kwenye beria pale ya kupishanisha maroli, tumeona polisi nao wamechukua hatua kwa nafasi yao, nao wamefanya ya kwao, kwa maana ya kutengeneza beria ambazo ziko tayari kutokana na majukumu ambayo tulikuwa tumegawana, lakini pia wameanza kufanya kazi masaa 24 kwa msaada wa Tanroads wa kufungiwa taa pale za usiku ambazo tuna uhakika zinakamilika ndani ya siku tatu, na tumeshaanza kuona utekelezaji, wameshaanza kuchimba mashimo, wanayajengea na tayari kwa kufunga taa hizo za sola. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba yale ambayo yametolewa maelekezo tuko katika kuyatekeleza na tunayasimamia vilivyo mpaka yatakapoanza kufanya kazi na hii inaweza ikawa uh, tumeanza kutengeneza mwarobaini wa kupunguza ajali ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Katika hatua nyingine afisa mfawidhi wa LATRA mkoa wa Mbeya Injinia Shabani Mdende alikuwa na haya ya kusema. Tumeendelea na utekelezaji wa maagizo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa e, ambapo kama tunakumbuka siku ilipotokea tukio la ajali tulikutana vikao vya dharura na kupeana maelekezo mbalimbali. Moja ya maelekezo ilikuwa ni kwamba e, ambayo yalienda kwenye upande wa TANROADS ni kuhakikisha kwamba e, barabara e, ya mchepuko inaanza kutengenezwa mara moja ili e, itakapokuwa imekamilika iweze kupita kwa malori. Lakini pia tulipokaa kama kamati e, maazimio mojawapo ya upande wa kudhibiti eneo hili ambalo linakuwa na mteremko mkali ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kunawekwa e, beria ama vizuizi na wenzetu wa jeshi la polisi. Lakini pia wenzetu wa TANROADS walielekezwa kwamba waweke taa ili pale askari waweze kukaa muda wote usiku wa na mchana na kamati leo tumeweza kupitia maeneo yote. Upongezi jitihada zinazoendelea, e, jeshi la polisi wanachukua hatua kwa haraka. Kwanza askari walianza kukaa muda wote saa 24 kabla hata ya taa kufungwa, lakini walienda mbali zaidi, wametekeleza swala la kuweka vizuizi kwa maana ya Beria, tumepita tumeziona. Lakini pikipiki piki za doria ambazo ilikuwa ni maelekezo pia ya kikao cha kamati, pia tumeshuhudia kuna pikipiki piki zipo mbili, ambazo zitakuwa zinapishana kwa ajili ya kusae lile eneo la mteremko Iwambi lakini TANROADS pia wameanza kuchimba mashimo kwa ajili ya kufunga taa ili ziweze kuwezesha eh, askari wanapokuwa pale waweze kuonekana kiurahisi kiu, ili iwe ni salama kwao wanapokuwa wanakagua magari katika eneo hili. Kwa hiyo niseme kwa niaba ya kamati ya usalama wa barabarani mkoa, kama mjumbe eh, kamati tumeridhishwa na jitihada zinazoendelea na sisi tutaendelea kufuatilia eh, hatua kwa hatua ili kuhakikisha kwamba maelekezo yaliyotolewa na eh, Mheshimiwa mkuu wa mkoa eh, yanatekelezwa kwa kadiri ilivyoelekezwa na kama kuna eneo la kushauri kama kamati tutashauri, ili kuhakikisha kwamba e, barabara zetu zinakuwa salama na wananchi wanaweza kuendelea e, kuzitumia katika mazingira ambayo ni salama. E, hatutarajii tena kukutana na matukio makubwa ya ajali haya kama kila moja atatekeleza wajibu wake. Wamiliki wa vyombo kama alivyosema RTO, kama RTO hakikisha vinakuwa salama, lakini pia wenzetu wa vyombo vya pikipiki na bajaji wajitahidi sana kuzingatia maelekezo wanaopewa na askari usalama. Mara nyingi tunashuhudia katika maeneo mbalimbali Eh, yanapozuiliwa magari kupita basi wenyewe wamekuwa wakichomoka eh, kukaidi maelekezo hayo. Sasa kwa sababu swala la usalama ni la kwetu sote, tunashauri wenzetu watuunge mkono katika eneo hili, na kamanda amesema watakuwa wakali sana kuhakikisha kwamba wale wote wanaokiuka maelekezo ya askari wa usalama barabarani kwenye eneo hilo la kupishanisha magari, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anakuwa salama. Itakumbukwa Juni 8, 2025 mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Dr. Juma Homera baada ya kukagua eneo la Mlima Iwambi ilipotokea ajali iliyohusisha magari matatu na kusababisha vifo na majeruhi alitoa maelekezo ya kujengwa kwa barabara ya mchepuko, jeshi la polisi kufanya doria saa 24 pamoja na kutaa eneo la ukaguzi wa magari hayo Hii, Rabala,